Ndiyo tabia yenu wanawake, miaka inaposonga kama hivi, mnatuona kama kama kama vile tambara bovu leza muktadha wa dundu hili hani. Maneno ya Yona anamwambia Sara, walikuwa nyumbani kwao, ilikuwa wakati wa alasiri na sababu ni kuwa Yona analalamika uh, eti wanawake wanachonganisha uh, wanawao na waume wao. Eleza umuhimu wa msemewa katika kukuza maudhui. Msemewa ni Sara, anaendeleza maudhui ya utamaduni. Kwa mfano, anakataa kulala kwa Neema na licha ya hayo anashikilia kuwa watu waoe. Mm. Haya, pia tunamwona anaendeleza maudhui ya ushauri pale anapomshauri Asna aweze kuolewa pia anapo mpa neema usia kwamba maji aliyokutumbukiza ndani ni maji ya mbizi ni maji ya mbuzi na si ya mbizi. Pia natumika kuendeleza maudhui ya mabadiliko. Ametumiwa kujenga maudhui haya pale ambapo alikuwa na siha njema na sasa siha yake imeweza kubadilika. Uh, pia wakati ambapo ako na mtoto sasa, anao watatu; ni mabadiliko pia. Anaendeleza maudhui ya masomo, kwani amesoma mpaka darasa la saba na pia aliweza kupewa mafunzo na nyanya yake. Pia ametumia kuendeleza maudhui ya kazi, pale ambapo alikuwa akijifanyia kazi haswa ya kuuza bidhaa walizokuza kule nyumbani. Pia ametumiwa kukuza maudhui hayo hayo ya kazi pale wanapozungumzia wafanya kazi ambao wanafanya kazi, lakini wengine si waaminifu na kadhalika. Pia ametumiwa kuonyesha maudhui ya migogoro katika ndoa, um, kwa sababu kuna mgogoro baina yake na Yona. Pia ametumiwa kuonyesha uh, kujenga yale maudhui ya ulevi na athari zake. Athari tunayoiona ni kwamba anapigwa kipigo. Pia umetumiwa kujenga maudhui ya ugonjwa pale ambapo kutokana na kipigo hiki cha mbwa ameweza kuugua maradhi hmm, na sasa yuanywa vidonge vya dawa na hawezi kurudia kazi yake. Pia umetumiwa kujenga maudhui ya ujirani mwema kwa sababu sasa anaweza kutumi, kutu, ana mlahaka mwema vile na Dina ndiposa Dina anapoitwa na kuja kumsaidia kufanya kazi. Pia ametumiwa kujenga maudhui ya hekima, kwa sababu ana busara kwa yale anayefanya na anayoyazungumza. Pia ametumiwa kujenga maudhui ya uvumilivu, kwa sababu aliweza kuvumilia kichapo hicho, akaweza uh, kuvumilia kusutwa na kadhalika. Pia ametumiwa kuendeleza maudhui uh, ya nafasi ya dawa na pia ya hospitali katika kuponya maradhi. Anaeleza kwamba uh, watu uh, uh, uh, waliokuwa wakimhudumia kule hospitalini walikuwa wazuri. Hivyo hmm, ametumiwa kuonyesha nafasi ya matibabu katika kuponya maradhi hadi mtu aweze kupona. uh, Unaweza kuongezea maudhui mengine. Ni yani baadhi ya maudhui niliyoyapata. Tutambua mbinu nne za kimtindo katika dondoo hili. Kuna tashbihi, kwa mfano, miaka inaposonga mnatuona kama vile tambara bovu. Pia kuna mdokezo, dukuduku lakini ndio, alafu pia kama mm, haya yametumiwa kuonyesha kwamba kuna maneno yaliyoachwa au mzungumzaji ambaye niliona alikuwa anajaribu kukumbuka cha kusema au alikuwa anakadiria aseme asiseme hmm. Pia kuna matumizi ya takriri neno kama limerudiwa, onyesha um, jinsi faraja ilivyoalika katika maisha ya msemewa. Kwa kurejelea tamthilia ya Bembea ya Maisha, msemewa um, nilivyofika kusema ni Sarah faraji imealika kwake baada ya biki, anapobarikiwa na watoto watatu ambao ni Neema, Asna na Salome. Pia faraji imealika kwake anaponunuliwa kochi jipya na Neema. Pia faraji inaalika kwake anapopata matibabu katika hospitali kule mjini. Pia faraji imealika kwake, kwani watoto wake wameweza kuhitimu masomo vizuri. Pia faraja imealika kwake pale ambapo uh, Jona anaacha kunywa pombe. Pia uh, faraja imealika kwake Sara anapoajiriwa wafanyakazi na Neema ili kumsaidia kazi uh, kule nyumbani. Pia faraji imealika kwake An, anapopelekwa hospitalini za mjini na mwanawe Neema kwa kutumia gari na sio kama hapo awali alipokuwa wakitumia gari za umma ambazo huchukua muda. Pia amenunuliwa gesi na Neema, hii ni faraja. Pia ni faraja mwanawe ambaye ni Neema anapopata ajali barabarani kisha anaokolewa na kuwa salama. Pia faraji imealika pale ambapo Neema anawasomesha wanuna wake, hivyo kumsaidia kuokoa ile muda au hela ambazo angezitumia kuwalipia watoto wake kazi. kwa kutoa hoja nne kwa tamthilia. Eleza vipi utamaduni umethaminiwa katika jamii hii ya Bembea ya Maisha. Utamaduni uh, umejitokeza kwa wingi. Kwanza ni kupitia Sara ambaye anashikilia msimamo kwamba lazima mwanamke auelewe. Jambo lingine uh, utamaduni umethaminiwa, kwani kina Luka Yona na Beni wanajumuika ili waweze kushabikia au kusherehekea mazao ya kwanza, kwa sababu ilikuwa ni kazi ya wazee kufanya hivyo. Pia Yona anarejea nyumbani akimtarajia kwamba Sara atakuwa amepika, hivyo ndipo anazua rabsha licha ya kujua kwamba Sara alikuwa mgonjwa. Pia Bonju anashikilia kuwa wakwe hawafai kulala kwake, hmm. Pa ni utamaduni ambao umethaminiwa, ndiposa Bunju anahakikisha kwamba amefanya jukumu lake la kuhakikisha familia yake iko salama, imefidhiwa mahitaji yote, because we that men so lazima afanye hiyo, ndiposa tunamwona Bunju akiwajibikia swala hilo.